Mcha Mungu abdan lillah mcha wa Allah subhanahu ta ta wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala akakopi ndani ya Qur'ani anasema, Quran akasema: wa najainahu walutan tulimuokoa yeye na mabiu mahi lo ila al-ardi allati barakna fiha lil-alamin, tukampeleka mpaka kwenye ardhi ambayo tuliyoibarikia juu ya walimwengu, ambaye ni Filastini, wakati huyo inaitwa Kanaani. Ndio akaingia akatoka, akahama, ameshamuoa mke wake Sara. Kwa hivyo akatoka akaja mpaka nchi ya Kanaani, au nchi ya Kanaani kwa wakati huo. Alipofika ndugu zangu wa Islam, Ibrahim pale alikuwa ni mtume na alikuwa na maisha yake ya kawaida, alianza dawa la maisha ya kawaida lakini kiupande wa finance ya maisha maisha alinjia kuwa mazito. Ibrahima akaamua abadilishe mazingira, alamtakun ardhuwahu wasiatun fatuhajuru fiha, ardhi ya Alla alikuwa kanaye mjawaru, ili uweze kujideplace uhamo utoke hapa utrai kutafuta maisha sehemu nyingine. Ibrahima alimshauri mke wake, akaambia tuiache Filastini au ya Kanaani, tukimbilie Misri, tukatizame maisha. Hivyo walitoka, ndugu zangu wa Islamu, walivyofika kule Misri, katika hududu tu za kuingia boda zake, alionekana Sara ni mwanamke mzuri mrembo kama anavyosema wanazowenu wa tarikh, wanawake wazuri duniani ambao walitisha kwa kila aliyemuona, mwanamke alisadiki na kupiga sauti ni mzuri: Hawa mke wa Adamu, Sara mke wa Ibrahima, na Rahma mke na wa Nabiullahi Ayub, hawa walikuwa ni wanawake warembo wazuri ambao huyu ametokana na kizazi pia cha Hawa hawa ambaye ni mchukuruza huyu wakwa Yusuf alayhi salatu wassalam. Kwa hivyo akawa na chembe cha uzuri rahma. Kwa hivyo ndugu zangu wa Uislamu, Ibrahim alipofika pale, wapande msi wakatoka kumwambia mfalme Firaun, wakati uwe Masri kuna ukumiwa mafaraotu ndio wafanya pale. Kwa hivyo wakampelekea habari, kuna mwanamke mzuri kaingia, akaambia mileteni. Kwa hivyo ikaonekana kwamba hapa atakuja atakuta kugundulika. Ibrahim alayhi salatu wassalamu kama ni mme akipendwa yule, mi nitauawa, nikishauliwa wabati na mke wangu. Kwa hivyo wakikuuliza, sema mimi ni kaka yako, na nami wakiniuliza, nitasema ni dada yangu, tumekimbia tu firaran lidinina e, wa maisha tana, yani tumekimbilia kwa sababu ya dini yetu na maisha yetu. Kwa hivyo wakaingia alipopelekwa kwa, kwa mfalme Sara na uzuri mke twahara wa mtume anamuakopa Allah subhanahu wa taala. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, ukirudia nyuma katika tarikhi huyu Sara ni mtoto wa baba yake mkubwa mdogo na Ibrahima. Kwa hivyo ni watoto kaka na dada waliowani Ibrahima na Sara ni watoto wa mkubwa na mdogo. Kwa hivyo hata akisema ni dada yake bado kwa upande wa, wa kifamilia ya ukoo ni ukweli upande wa dini wa hukumu, huyu sio dada yake, ni mke wake. Kwa hivyo akasema ni dada yangu, wakamtenga wakamtia nje, akaingizwa kwa mfalme. Mfalme akajiandaa usiku, wanaokaduubika na mwanamke mzuri. Kila alipokuwa akiinua mkono kutaka kumshika Sara sana rais. Kwa hivyo akasema maji tumuni bi insani e, akafoka kuniletea mwanadamu muliletea chini shaitani, wakamwambia hapana, huyu anamcha Allah na yule kaka yangu ni mtume ya salam. Akafika anajizingua kumbe maskini. Ilipofika asubuhi, kila kimwacha anakuwa sawa, akitaa kumgusana paradise akanilipofika asubuhi Ibrahimu alaihi salatu wassalam akaitwa na mfalme, akasema kwa sababu ya mcha mungu na mwanamke huyu livyoniona na na kuomba samahani siku ni dada yako. Kwa kosa langu hili la kuikana dada yako usiku mzima, wewe ni niuma mimi, natoa fidia, natoa fidia ya kukupa zizi la wanyama na wafanyakazi, kama likuu kimaisha, kimaisha kuamuru katika nchi, au kama tataka kurudi, ya kusaidie na wewe. Sara naye akapewa viji zawadi na akapewa na Hajara wakati huo wanasema, wanashindana miaka kumi, ya kuzaliwa au katika umri wao. Kwa hivyo waka